Kufungwa mambo mengi ambayo alikuwa nazungumzwa ni kwamba Simba kupata ushindi bila red card pamoja na penalty ni ngumu. Leo hii hatujashuhudia penalty lakini Simba imepata ushindi. Hebu neno moja kwa ah, mechi ilioisha. Tumeshinda goli tano, si ndio? Eh, dakika ya 84 mtu alipata umeme. Dakika ya 84 lakini tulikuwa tushaitimisha sawa, nani ya magoli, lakini sio hivi hivi, unashawishiwa wewe kufanya hivyo vitu, kwa sababu huwezi kukaa tu, labda umempiga mtu chenga unatembea, ukapewa umeme. Lazima ucheze rafu mbaya au ufanye makasiriko, kutoa rafu mbaya kwa mwamuzi, utapewa umeme. Ina maana Simba umeme sio wanaitaka, watu wanaopewa umeme wanashawishiwa ili watoe umeme e, wapewe umeme. Kwa hiyo ina maana kuhusiana na unacheza ndio maana wale jamaa zako wanasema hatuchezi. Kama hawachezi kawaulizeni, Bunju walienda kuwatafuta kina nani wacheze? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hawa ni watoto wadogo, wazee wa mabango ni watoto wadogo, walienda Bunju kuwatafuta Simba kucheza na nyiye, nyiye mliwauliza eh? tukimbia tumewafuta huku huku sasa hivi, kwa nini wanakimbia kama walitutafuta kule? Uwezi angalia hiyo safu, unamkaba nani, unamwacha nani? Angalia dimba la kaki pale kwenye kisoda, watu wanavyokontrol mali na wanapiga mali. Kusema hatuchezi haki yao, lakini unakaa unawaangalia kwingine wanacheza wanacheza. Kwa hiyo waache waendelee tu hivyo hivyo, hatuchezi, si burudani, na tunakuja kuwapa kombe hapa la Bana kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa ni rotation ya Fandu Davis ambayo anaefanya amba kwa upande wa Simba, hii inatupa taswira gani kuelekea kimataifa na hususan ni wachezaji ambao anafanya rotation, ni wachezaji ambao wanaenda mbacho, na kufanya kila ambacho anakituma wao waende ukifanya. Hapa tunapata taswira gani ya Simba semikani, kwanza tuje kwa kocha Fandu Davis. Kocha ana yani ana anatengeneza kikosi chake Kwa hataki kumwambia huyu tumuache, huyu muache, wakati hajampa nafasi. Anampa kila mmoja nafasi na tunachoshukuru kila anayopewa nafasi anakufanya kufanya baraa. Mwanzo mtu ukimuuliza yote budo tumuache, anakwambia ee, hey, wa kwanza sasa hivi kila mtu anasema huyu, hey, budo hafai huyu. Huyu budo budo akiwa na mpira nje ya kumi na nane au katikati ya uwanja anakushawishi twende golini, utake usitake twende golini au umcheze rafu udo huyu mpya wa ubaya ubwela, wakati Simba anaenda kuchukua kombe. Kwa hiyo ina maana kila mchezaji sasa hivi anamshawishi, anamshawishi, lakini bado kuna mengine tutayaona makubwa, maigizo mapya yatakuja baada ya msimu kuisha, lakini hii hii tunaenda kuonyesha kwamba usajili uliofanywa na Mohammed Dewji mwekezaji wetu, na kilio tuliokuwa tunalia Mo rudi, Mo rudi. Haya ndo matunda yake andishi jie wenyewe nye muone na